tatu ambapo familia moja huko Malindi inamtafuta mtoto wao aliotoweka majuma kadhaa aliyopita baada ya kukosa kurejea nyumbani kutoka shuleni. Kulingana na babake mtoto huyo, Gude Karisa, mwanawe alikuwa buheri wa afya alipoelekea shuleni tarehe tisa mwezi huu, kabla ya kukosa kurudi, hatua iliyopelekea familia hiyo kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Karisa anasema msichana wake mwenye umri wa miaka kumi na tano kwa majina Faith Karisa, mwanafunzi wa darasa la saba hakuwa na utundu wowote wa kutoroka nyumbani. Ameitaka wizara ya usalama wa ndani kusaidia katika uchunguzi wa kumtafuta binti yake. Yule mtoto wangu anaitwa Faith Katana Shukurani Gude alipotea tokea Friday ilikuwa tarehe tisa. Akapi, akapotea mpaka sasa sijamwona, so nikaenda ripoti kizingo kule, nikapewa niko na ubii, lakini namtafuta mtoto wangu. Nikimpata nitakuwa nitasikia raha sana. Tumejaribu kuenda hata polisi ili tuwachukue hatua kumtafuta na ule mtoto wa shule, lakini sijaona msaada wowote kutoka siku hiyo mpaka leo. Kwa hivyo ninaomba serikali mfanye bidii mtafute huyo um, mtoto tukumpata, tutashukuru sana.